Hii ni Temu TV. bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Leo historia imeandika ukurasa mpya wa huzuni. Afrika imempoteza moja ya wanawe mashuhuri kabisa. Kenya imetokwa na machozi, lakini dunia nzima imeweza kushtuka. Kifo cha Raila Odinga si habari tu, ni tetemeko la kisiasa, kijamii na kihisia lakini ni nini hasa ambacho kimetokea na kwa nini tumeweza kuona wasanii wetu Diamond, Alikiba, Jux, Rayvanny wameungana na kuweza kuonyesha mshikamano kwenye msiba huu mkubwa kabisa wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya? Pia viongozi mbalimbali mbali, ikiwemo maraisi na viongozi mbali mbali wa nchi mbalimbali duniani wameweza kuungana, ikiwemo Barack Obama. Rais wetu wenyewe Samia Suluhu Hassan ni miongoni mwa watu ambao amezungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Lakini pia aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewatoa watu machozi na hata mama mmoja wa Kenya ambaye ameguswa baada ya kuweza kupata mtoto na kumpa jina la Raila. Katika video hii hatutazungumzia tu kifo, tutazama ndani ya moyo wa taifa na tutakuonyesha kilichotokea mitaani, kwenye maombolezo, kwenye majukwaa ya kisiasa, kwenye nyoyo za wasanii na hata kwenye familia yake mwenyewe hii sio simulizi ya kawaida. Hii ni safari ya ukweli, maumivu na urithi. Tutakusimulia pia jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta alivyozungumza kwa uchungu na jinsi ambavyo Winnie Odinga alivyovunjika moyo lakini akaahidi kwamba ataendeleza urithi wa baba yake, na jinsi Lupita Nyongo, Jessica Magufuli walivyomkumbuka kwa heshima ya kipekee. Na mwisho kabisa, tutakuonyesha tukio la kushangaza mtoto aliweza kuzaliwa siku hiyo hiyo na kupewa jina la Raila. Je, yeah. Hii ni ishara ya kizazi kipya. Kama wewe ni mpenzi wa historia, siasa, urithi wa kweli na zote ambazo zinagusa mioyo, hii video ni ya kwako na usiondoke kabisa. Please, please usipoteze hata sekunde moja. Bonyeza subscribe ambayo iko chini ya video yako, kuna like kwenye video, drop comment yako like kama ishara ya kuweza kumtakia ndugu yetu Raila Odinga aweze kupumzika kwa amani. I go by the name Stefano Temo the from Tanzania, 255 tunakusimulia historia Raila Omolo Odinga hakuwa tu mwanasiasa. Alikuwa nembo ya mapambano na alikuwa sauti a waliokosa sauti. Alizaliwa Januari 7 1945, kijijini Maseno, Nyanza. Baba yake Jaramogi Odinga Odinga alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, na Raila alirithi siasa kama urithi wa damu. Lakini siasa za Raila hazikuwa za urithi tu, zilikuwa za mateso. Alifungwa jela mara kadhaa kwa kupinga utawala wa chama kimoja. Aliteswa, akanyimwa uhuru lakini hakuwahi kukata tamaa. Alikuwa kama simba aliyejeruhiwa, lakini bado alikuwa na nguruma. Katika miaka elfu mbili, Raila aligeuka kuwa nguvu ya mageuzi. Aliongoza kampeni za katiba mpya, akasimama dhidi ya udikteta na akawa waziri mkuu wa Kenya mwaka elfu mbili na nane baada ya machafuko ya uchaguzi. Wengi walimuona kama rais ambaye hakuwahi kuapishwa. Kifo chake kilitokea ghafla akiwa India kwenye matibabu. Taifa lilishtuka, mitaa ya Nairobi, Kisumu, lakini pia nje na ndani ya Kenya watu mbalimbali waliweza kutoa vilio. Wasanii Tanzania waliweza kutoa salamu za pole. Rayvanny akaweza kutunga mpaka na nyimbo. Diamond aliweza kusema tumempoteza moja ya nguzo kubwa kabisa na matumaini ya Afrika. Nimeweza kuona Diamond anasema Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina. Lakini pia nimeweza kuona AY amekuwa miongoni mwa watu nao ameweza kuumizwa, wakisema tusali sana, hatujui siku wala saa, mbele ni giza ila sala ndiyo taa. Mwenyezi Mungu akupumzishe kwa amani baba, akiweza kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kupumzisha kwa amani. Lakini pia nimeweza kuona Alikiba naye ikiwa miongoni mwa watu ambao anasema may his soul rest in peace, na kuandika ujumbe mmoja mrefu kwelikweli, akionyesha kwamba naye ni miongoni mwa watu ambao wameguswa na taarifa hizi. Lakini pia nimeweza kuona Rayvanny ameweza kutoa nyimbo kupitia Instagram yake na pia YouTube ameiposti. Hii nyimbo inaitwa Bye Bye Raila Odinga ni song verse clip by the way, watu mbalimbali nimeweza kuona wame, wameonyesha appreciation na trend kwa sasa hivi namba 17 kwenye chat za music, na pia watu mbalimbali wanasema mbali nimekubali. Rayvanny, Rayvanny akaonyesha heshima kubwa sana kwa Kenya, laki like zake tafadhali. Na pia nimeweza kuona Joe Makini Tizina anasema rest in peace baba, One Africa finest, poleni sana wa Kenya, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi familia, ndugu, jamaa na marafiki katika kipindi hiki kigumu na niliona Juma Jux na akiwa miongoni mwa watu ambao wametoa salamu zake za pole, akiwa miongoni mwa watu ambao kupitia kwenye Instagram yake aliweza kuposti video ambayo ikionekana alikuwa pamoja na familia ya Raila Odinga akiwa pamoja na mke wake kwenye enzi ya uhai wake, akiandika caption ambayo anasema May his soul rest in peace, akiweza kumwombea izipumzia kwa amani. Kwa hiyo watu mbalimbali, by the way, wameweza kuonyesha mshikamano na kuweza kuwa pamoja na familia, lakini pia ndugu zetu wa Kenya, kwamba tuko pamoja, tunasema Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun a. Na pia nimeweza kuona watu mbalimbali mbali kwenye upande wa majukwaa ya kisiasa, viongozi mbalimbali mbali, ikiwemo Barack Obama pamoja na Michelle Obama wakiwa miongoni mwa watu ambao walitoa tamko rasmi wakisema Raila alikuwa rafiki wa kweli wa demokrasia na walijifunza mengi kutoka kwake. Ushirikiano wao ulianza toka enza za kampeni za mageuzi. Na pia nimeweza kuona mwanaye, binti yake, aliweza kutoa hotuba ambayo imewagusa watu wengi, akisema baba yake hakuwa tu mwanasiasa, alikuwa ni mwalimu wa utu Aliahidi kwamba ataendeleza urithi wake wa kisiasa. Ni kitu ambacho kimegusa watu wengi, lakini pia nikaweza kuona Jessica Magufuli, mtoto wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, miongoni mwa watu ambao waliweza kuomboleza na kuweza kuonyesha kwamba ameguswa na taarifa hizi, akisema Raila alitufundisha kuwa viongozi. Viongozi ni watumishi. Lupita Nyong'o naye aliandika ujumbe mzito, akisema baba wa taifa la, la wananchi ameondoka. Na tukio la kushangaza zaidi basi ni mama mmoja ambaye aliweza kujifungua mtoto siku hiyo ya taarifa za kifo cha Raila Odinga, na akasema kwamba anamwita Raila. Hii ni miongoni mwa stori kubwa sana ambayo imetrend kwa sababu alizaliwa siku hiyo, shujaa huyo anaondoka na undoka. Na swali hapa la kuuliza, je, hiyo ni ishara ya kizazi kipya? Kwa sababu wanasema kwenye maombolezo haya kuna watu walifariki pia, taarifa za jana niliona wanasema watu wanne waliweza kufariki kutokana na msongamano mkubwa, na hii inaonyesha jinsi gani basi ambavyo Raila ameweza kuwa anagusa mioyo ya watu wengi, hadi watu wanajitokeza maelfu bila kujali hatari. Ni kitu ambacho kinaonekana kimewagusa watu wengi sana. Tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki na wote ambao walikuwa namkubali ndugu yetu Raila Odinga. Lakini pia nimeweza kuona aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiweza kusema kwamba Raila hakuwa tu mwamba wa siasa walitofautiana lakini alimthamini kama mzalendo. Kenya amepoteza hazina. Kuna mengi aliweza kuyaongea, akisema walikuwa kuna siku wanapiga stori uh, wanaulizana hivi, unahisi kina Nyerere na kina Kenyatta wa zamani na wale viongozi wa mwanzo ambao walitafuta uhuru wa mataifa yetu ya Afrika Mashariki wakikutana wanapiga stori gani? Asema ni watu walikuwa wana story behind, mbali na kwamba wana upinzani kwenye siasa lakini walikuwa wanapiga hii story ni watu wazuri. Kwa anasema Kenya imempoteza hazina, unajua hazina ni vitu ambavyo vina thamani sana, kwa hiyo wengi wameweza kuguswa na kile ambacho ameweza kukizungumza Kenyatta na pia nimeweza kuona kuna marais wengine kama rais wetu hapa Samia Suluhu Hassan. Rais Samia Suluhu Hassan anaweza kusema tumempoteza kiongozi mahiri Mwanajumuia wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa ndani ya Kenya bali ulikuwa kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Raila ameondoka lakini sauti yake bado itasikika katika vilio vya wananchi, katika nyimbo za wasanii na hata katika hotuba ya mwanawe Winnie na hata katika jina la mtoto mchanga ambaye ameweza kuzaliwa siku aliweza kutangulia mbele za haki. Kifo chake sio mwisho hadisi, ni mwanzo wa urithi, ni mwanzo wa maswali makubwa. Je, Kenya iko tayari kuweza kuendeleza alichukua na kipigania, na je, kizazi kipa kitaeza kuvaa viatu vyake? Kama wewe ni mpenzi wa TemuTV, please drop comment yako hapo chini kuweza kumtakia ndugu yetu Raila Odinga aweze kupumzika kwa amani. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Apumzike kwa amani. Na je, kama uko tayari kushuhudia historia iliyoandikwa upya, uko tayari kufuatilia urithi wa Raila, siasa za Afrika Mashariki, lakini pia sauti za watu wa kawaida kabisa. Kama jibu ni ndio, basi bonyeza subscribe ambako chini ya video yako sasa hivi, kwa sababu hapa TemuTV hatuandiki historia, tunasimulia kwa sauti ya watu na tunakukaribisha kuwa sehemu ya safari hii. Hii ni TemuTV. Na hii ni historia. I go by the name Stefano Temo there from Tanzania 255. Thanks for your time. See next time. Peace. Hii ni TemuTV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.